ya kutoa huduma ya usafiri ndani ya wilaya yetu ya Babati. Unajua hapa si wanafanya mipango ya nini, tutaendaje kupiga kura sijui. Hakuna sehemu mimi nimeenda hawajazungumzia usafiri wa boda boda wa ndani wa pikipiki siku ya uchaguzi, yaani kila anayezungumza tutatumia pikipiki kuwapeleka sijui kuwarudisha sijui. Kwa nini hiyo ni kwamba nyinyi ni kundi muhimu sana, msinge kuwepo wangefanyaje? Nikiwa najiuliza wangefanyaje. Kwa hiyo mchango wenu pia kwenye uchaguzi ujao ni pamoja na kutoa huduma ya usafiri, kwa sababu na mmekuwa mkifanya hivyo mara nyingi, watu mkitaka kuwahi sehemu. Hata mimi siku nyingine nataka kuwahi sehemu, na wengi, unakuta mmeshanipakia, lakini hamwezi kunijua, kwa sababu siku ambayo nataka kwenda kuchukua nani usafiri, napiga nani yangu, nashusha mpaka chini huwezi kunijua kwenye. Au nikiamua napiga yabaya naingia kwenye nanii Unaona? kwa hiyo yani mmeshatoa mmetoa huduma hii kwa muda mrefu na ni huduma muhimu sana mimi nawapongeza sana lakini niwapongeze pia kwa utulivu ni huduma muhimu sana kuna watu hapa wanasomesha watoto kuna watu wanaumuza wazaz, wazaz, wazazi wao kuna watu wanaishi maisha mazuri kuna wengine unajua walioanza zamani mpaka watoto wako chuo kikuu kwa ajili ya hii kazi. Kwa hiyo sio kazi ambayo ni ya, ku, ya kuibeza au ya kuichukulia poa. Hapana, ni ajira kama ajira nyingine. Mimi nimekuta Babati sijaingia kwenye migogoro na wasafirishaji, tuseme kweli, sijapata changamoto hiyo. Niwashukuru sana, lakini sasa mmeniongeza na jingine kubwa, kwamba mnakusanya pesa, mnaenda kuwashika mkono wengine wenye uhitaji. Kwa kweli hilo mimi limenigusa sana sana sana. Mwenyezi Mungu awabariki sana, na mimi niwaahidi kwamba siku nyingine mtakapoaspapi mtakapoandaa ziara nyingine sijui ya mwezi wa kumi na moja, kila mwezi mnaenda au kila Jumapili, ntaangalia Jumapili ijayo kama nitakuwepo, na mimi nitatoa mchango wangu, na mtaniambia tunaenda kuwaona wa, wa, tunaenda wapi? Eh, ni kula mbuzi tu atwendi wa huko wanataka kuwaona, kuwaona mdara hospitali wale wagonjwa pale kuwapa mm. vitu vya muhimu kama sabuni, sukari vitu alafu vitu, baada hapo tunaenda ku hey. Baada ya hapo tunaenda kula, hey, tunaenda kula. Ah, mi nitakuja hiyo na hapo sitokua tunapongeza sitoka tumeshamaliza hey. hey. na uchaguzi na nattoka tumesha tiki na kila kitu imeisha. Ah, hiyo na mimi nitatia timu mbuzi wangapi? Paka sasa wana mbuzi moja, lakini aa, mbuzi mmoja vipi? Watatu na mimi naleta mmoja hey! na mama, nashukuru sana kwa kutafuta muda wa kuonana na vijana wako sisi wa ashpapi na vijana wao. Kama mwenyekiti alivyotusemea, sio vijana wahuni wala sio wawizi, ni vijana ambao tuna plan nzuri za kufanya mambo makubwa, na tarehe ishirini na tisa tuko tayari kwenda utiki mm. na tupo tayari, wewe unapotuhitaji mahali yoyote kushirikiana kufanya kitu chochote, tupo tayari. vitu mm. ambavyo tunafanya ni vikubwa sana. mm. mwanzo tulionekana kama wahuni na nini, lakini sivyo. mm. tumeshatembelea baadhi ya vituo vingi, tumeshaenda Gendi kupandisha mm. juu kidogo, kuna watoto yatima mm. tulishatoa michango na nini, tukaenda kuwaangalia wale watoto mm. yatima mm. tukawapelekea mahitaji waliokuwa wanahitaji tumekaa baada ya kutoka pale ya muda tulienda Angoni mm hapa -hmm. Angoni kuna chuo cha watoto walemavu mm hapa -hmm. watoto walemavu ndio vile tulipeleka mahitaji, tukapika tukala, tukala nao mm -hmm. tukapiga mapicha, mambo yakaendelea hivi, tukatulia mm -hmm. Kwao ni vitu vikubwa tunafanya. Baada ya hapo, jumapili iliyopita, tulienda Magugu kwa waze, wale wazee waliotengewa eneo na serikali mm -hmm. tuliangalia mahitaji wanayohitaji, tukawapelekea. Wewe sasa, vijana sisi tuna malengo makubwa ya kufanya vitu. Wewe sasa mm -hmm. wewe kama mama tunakuomba na wewe ututie sapoti mm, ili tuonekane ni vijana ambao ni wema, sio wale wahuni na nini.